Wakati jina lake likitajwa kuwa miongoni mwa nyota ambao wanahitajika ndani ya kikosi cha Simba Sport Club, ikiwa ni tetesi ambazo zilianza tangu msimu uliopita na sasa jambo limekuwa ni zito kinoma noma, baada ya mabosi wa Simba kubainisha kwamba hakuna timu ambayo haitapenda kuwa na mchezaji kama Feisal Salum. Feisal kiungo wa Azam huyu anatajwa kuwa kwenye rada za Simba, ambapo na mabosi wake wa zamani wa Yanga na wanatajwa kuhitaji saini yake, licha ya kwamba ana mkataba na mabosi wa Azam FC ndani ya ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 Feisal Salum ametoa jumla ya pasi kumi na tatu za mabao akiwa ni kinara katika eneo hilo na pia amefunga mabao manne akiwa amehusika katika mabao kumi na saba ndani ya kikosi hicho cha Azam FC ambacho kipo nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Taarifa zinaeleza kuwa mabosi wa Azam FC wapo tayari kumwongezea mkataba mwingine Feisal na kuongeza dau jingine nono kwenye upande wa malipo yake, jambo ambalo linaongeza ugumu kwa timu nyingine ambazo zinahitaji saini yake kumpata. Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba, Ahmed Ally ameweka wazi kuwa hizo zinazosikika ibaki kuwa ni matamanio ya watu, kwa sababu Feisal ana mkataba na Azam FC na hawawezi kumzungumzia mchezaji huyo kwa kuwa kanuni haziruhusu timu nyingine kumzungumzia mchezaji wa timu nyingine ambaye ana mkataba. Kuhusu Feisal tunajua kwamba ni mchezaji wa Azam FC, ni mchezaji wa watu huyu, hatuwezi kumzungumzia kuhusu swala lolote lile, lakini kama tutakuwa tunahitaji saini yake, tunajua namna ambavyo taratibu zilivyo, kwa sababu kanuni zipo wazi na kanuni haziruhusu timu kuzungumzia mchezaji wa timu nyingine, hiyo ni makosa na tunajua ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Hayo ambayo yanazungumzwa yabaki kuwa ni matamanio tu, lakini mchezaji Feisal ni mchezaji wa Azam FC na hakuna timu ambayo haitapenda kuwa na mchezaji kama Feisal Salum. Ngoma bado ni mbichi, ngoma bado ni nzito, kwa sababu hata Kaiser Chief pia walikuwa wanatajwa kuhitaji saini ya kiungo huyo mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa kwenye mguu wake wa kulia katika kufanya kazi kubwa ndani ya uwanja. Ikumbuka kwamba msimu wa 2024 2025 ni mchezaji wa kwanza kutoa pasi ya bao, alitoka kwenye mchezo dhidi ya KMC uliochezwa uwanja wa KMC Complex, alimpa mshikaji wake Edinado.